Amekuja moja kwa moja kuanzisha shughuli ya ushonaji, shughuli ambayo alianza nayo akiwa magereza. Nimekutana naye hapa kwenye kijiwe chake na kuzungumza naye kuhusu maisha ya ushonaji akiwa uraiani. kujifungua miaka 60. Sasa jambo lilonipelekea ambayo kujifunza kitu kama hiki, nilikuwa napiga mahesabu kwamba miaka 60, sijui kwamba nitatoka lini. Kwa hiyo nikaamua kujifunza kutengeneza viatu kwa juhudi kubwa sana kwamba nikiwa na imani ipo siku nikitoka nitakuwa nitakuwa si, sina cha kufanya. Kwa hiyo nabidi nitafute cha kufanya pale nilipo ili nikitoka niende nikakifanye. Kwa hiyo nikajifunza kwa, kwa juhudi. Baada ya miaka ile mitano kuisha, nilipotoka nikatoka, nikatoka, ndio nikaja sasa, ndio nafanya hii kazi. kwa nini ulichagua kazi hii ya ushonaji kuliko kazi nyingine zote ambazo zipo kule magereza? Kuchagua si kuchagua, mimi kule ukiingia kwamba wanaangalia na, na, na, na kifungo chako ni cha muda gani kwa hiyo akaniwa mnyeka kiwandani kwamba kwa muda kwa wote nitakuwa ninafanya kazi na wafanyia huko kiwandani, lakini pia nadaka kitu kichwani ambacho kitanichukua kunisaidia wakati nikitoka. Kwa maana hiyo hukuwahi kujutia ulipokuwa jela? Au ili ulikuwa na feelings gani? Ulikuwa na hisia zipi ulipokuwa jela wakati huo unajifunza? Wakati nikiwa kule jela najifunza, nilikuwa najifunza kwa juhudi kwa sababu nitatoka, nitafanya kazi, lakini pia sio kitu ambacho nilikuwa nimefurahisha kwamba nipo huku, kuna kazi nafanya, labda itanisaidia baadaye nje. Hapana. Kwa lugha nyingine unasema unataka kuishukuru jela? Hapana, <laughs> siishukuru <laughs> jela, naishukuru Mungu kwa sababu yeye anajua kila kitu. Kusema kushukuru jela ni ngumu <laughs> jela kule taabu, shida, mateso, mahangaiko mengi. Jela pana fursa, ila usilazimishe fursa kwamba ufanye makosa huku uende ukatafute fursa. kuna wakati ulikuwa na fikra zinazo kuhuzunisha labda au ulikuwa unajutia kwamba imekuwaje mimi nikaja huku jela? Ilikuwa inanitokea mara kwa mara sababu, yani kwanza jambo lilikuwa la, la kusingiziwa, jambo la kupakaziwa hivyo, alafu mwisho wa siku unakuwa kwenye mazingira kama hayo, alafu kwenye namba ndefu, lazima nilikuwa nakaa kila mara najutia, kwa nini mimi, kwa nini imekuwa hivi? Ah, hali ya biashara ikoje sasa kwa ujumla wake? Hali ya biashara ni nzuri hapa anatengeneza viatu vya ngozi ikiwemo mm -hmm. sendo, viatu vya maofisini, viatu vya shule, mikanda. Kwa mfano kama hivi hivi, viatu vya shule hivi vinatumika kwa wanafunzi. Kwa mfano kama sasa shule zinafungwa hizi, wazazi, Januari hapo shule ikifunguliwa, wakija, akiniona, wanapata viatu kama hivi. Hata kama akiwa mkoa mwingine, akipiga simu, tunamtumia kiatu kwa uaminifu. Wala Tumaini, yeah. shukuru sana. Ninakutakia kila laheri. Basi siku nyingine tukikutembelea, tukukute una kiwanda kikubwa na umeajiri watu wengi, bila shaka, sindivyo? Kila laheri bwana.